Bwana, mambo vipi mwana michezo mwenzetu, karibu na karibu tena tujumuike sote kunako meza ya michezo na burudani. Jina langu naitwa Cisco, bwana, niko naye hapa Steven Mapunda, unakwenda kusikia mengi na mazuri. Steven Mapunda, kwa vizuri bro, yeah, na ulalamiki. Mungu ni mwema sana. yes. na okay. Kabisa, kabisa. jambo la kumshukuru Mungu kwa kweli kabisa, kabisa. Bwana, eh, Steven Mapunda tuna fainali kubwa kweli kweli nyakati hizi Eh, fainali ya kukata na shoka, Yanga dhidi ya Azam FC, wana lamba lamba waoka mikati ya jiji, matajiri cha Chamazi pembezoni kidogo mwa jiji la Dar es Salaam, Tanzania. Nanipata uzuri. Azam FC unawaonaje kwenye mchezo huu wa leo? Wako ngangali ama eh, singangali kihivyo? Ukiwatazama Azam FC, nikiwatazama Azam FC naiona timu ambayo inaendelea kuimarika timu ambayo inachora ramani ambayo haikuwahi kuchorwa toka enzi na enzi okay, toka inaanzishwa na kuweza kuingia ligi kuu mm, ni ramani ambayo iliyochorwa ambayo haikuwahi kuchorwa ambayo imechorwa kwa msimu huu wa mwaka elfu mbili na ishirini tano elfu mbili na ishirini yeah, sita. Ni Azam FC ambayo iliweza kupita katika tournamenti zote mbili ya first and second preliminary katika hatua ya kombe la shirikisho na kufanikiwa kuweza kwenda hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika, mm, ambapo toka kuumbwa kwa kampuni ya Azam alikuwa kufanya hiyo hatua mm. na imeweza kufanya kwa mwaka huu. Kwa hiyo ni timu ambayo imeanza kuchora doti za kiushindani, lakini pia ni timu ambayo imeweza kumaintain kwa misimu minne mfululizo yeah. kuweza kubaki katika top 4, ambapo katika ushindani na katika misimu hiyo minne mfululizo ya hivi karibuni, msimu mmoja waliweza kucompete kubaki katika nafasi ya pili, na ukiangalia katika kinyang'anyiro cha kuweza kutotoa ubingwa wa NBC Premier League ni mistake ndogo ndogo ambazo zimefanywa katika mechi zilizopungua tatu. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kama ni timu ambayo inaweza kuwa na ushindani kwenye ligi, mechi tatu pekee zinakwenda kuwapa makosa ya wao kuweza kuukosa ubingwa yes. basi unaona kabisa hii ni timu yenye ushindani mkubwa zaidi mm-hmm. Kwa hiyo unaenda kuiona fainali ambayo itakuwa na ushindani mkubwa dhidi ya Young African ambapo ukiangalia mpaka hivi sasa uh, Azam ili kombe hajalibeba muda mrefu yeah. Na kadhalika pia uh, Yanga naye pia hajalibeba muda mrefu okay. Ingawaje kihistoria Azam anabaki kuwa giant katika michuano hii, kwa sababu ndio timu ambayo imebeba kombe hili mara nyingi zaidi ya timu yoyote kutoka visiwani pamoja na Tanzania bara kama okay. Utakumbuka misimu ambayo Uh, uh, Simba, Yanga, Mtibwa Shuga, Singida United enzi hizo ikiwa inaitwa Singida United, enzizo, Singida United mm. Uh, ni, na Prison, Tanzania Prison ambazo zilikuwa kwenye piki ya ushindani kwenye kushindania kwenye Big Four yeah. ya ya Tanzania bara walikuwa wako bize zaidi na michuano ya ndani ya ligi kuu kuliko michuano ya Mapinduzi Cup, na Azam walikuwa anaitumia rumu hiyo kwa kuweza kutoa kombe hili mara nyingi zaidi. Kama utakumbuka kipindi cha Mwinyi Zahera akiwa anafundisha Young African yes. Yanga walisha kwenda na timu B kwenda kushindana katika michuano ile kama unakumbuka, na wakafungwa goli za ajabu kwelikweli na Mlandege ya pale uh, Visiwani Zanzibar okay. watu wakashangaa inakuwaje? Kwa hiyo kwa kipindi hicho chote wao walikuwa wanajaribu, Azam alikuwa anafanya kweli na walikuwa kombela walihitaji kabisa, mm. Alikuja URA hey, naye pia alifanya maajabu na yeah. Alibeba kabisa ile kombe kama unakumbuka, mm. fainali URA hey, dhidi ya Mtibwa Sugar, mm. akaweza kulibeba kombe pale pale visiwa vya Zanzibar, sawa so. Tunakwenda kushuhudia fainali ambayo itakuwa na ushindani mkubwa. Kwanza Azam ilikombe ana DNA nao kwa maana kwamba analibeba mara nyingi, kabeba mara tano yes. Young Afrika kabeba mara tatu kwa kwenye hili kombe Yanga anakuwa underdog kwenye hili kombe, nieleweke vizuri. Kwenye hili kombe, Yanga anakuwa underdog na Azam anakuwa bulldog, kwa maana kwamba yeye anakuwa ni mkubwa zaidi, wakati huyo Yanga anakuwa mdogo. Ukija kuangalia katika performance na form na na mafanikio, Yanga anakuwa mkubwa zaidi. Kwa nani? kwa azamu, kwa azamu. kwa sababu Yanga ukiangalia alipoanzishwa ubingwa, aliobeba mataji, aliyokuwa nayo kikosi alichokuwa nacho thamani, yeah. ya kikosi alicho nacho benchi ya ufundi aliyokuwa nayo, unaona yanga anakuwa yuko juu zaidi ya nani? Ya, yeah, Azam. Unaona vizuri hapo, kupata uzuri baadhi ya azam pia wanakuwa na, na kocha ambaye mwenye profaili kubwa kwa sasa katika ligi ya za Tanzania ukiangalia visiwani na Tanzania bara yeah. kwa sababu ndiye kocha ambaye ana rekodi ya kuweza kulibeba kombe la Afrika na akiwa na Ars Belkane lakini pia ni kocha ambaye amewahi kucheza fainali za Afrika akalikosa kombe. Kwa hiyo ni kocha ambaye ana historia kubwa katika soka la Afrika, ni kocha ambaye ana profili kubwa katika soka la Afrika yeah. na sasa yuko Tanzania. Wakati huo Young Africans wana makocha watatu ambao makocha hao watatu wote wana sifa ya kuwa makocha wakuu yes. Ma, wana Patrick Mabedi yeah. kocha mkuu pale taifa la Malawi. Mwelezo anatoka pale anakuja kufundisha Young African. Yeah. Wanae Goncalves, kocha mkuu wa taifa la Angola, anatoka pale anakuja kufundisha Young African. Wanaye pia Philip De Silva, mwelezo mzuri. Mm. Pedro naye huyu pia, mm. Anatoka pale pale taifa la Angola akiwa assistant coach anakuja kufundisha Young African akiwa kama kocha namba mbili okay, wa kocha namba moja msaidizi mm, wa Young African. So. Kwa hiyo tunakwenda kuona ni mpira ambao utakwenda kuamuliwa kwa mbinu kubwa zaidi katika eneo la kiwanja, ni mechi ambayo itakwenda kuamliwa na status kubwa ya wachezaji ambao wanacheza kati ya Azam no. na Young Africans. Kwa hiyo haitakuwa mechi nyepesi, itakuwa ni mechi ambayo itakuwa navuta ni kuvute ushindani wa mchezaji mmoja mmoja, eneo la, eneo la kiungo, tunategemea kwenda kuona migongano ya kutosha. Eneo la mwisho la kushambulia pia tunakwenda kuona mikimbio ya kutosha pembeni , kadhalika pia learning zitakuwa za kutosha. Kwa hiyo ni mechi ambayo tunaamini kwamba mtu kama umekaa na popcorn yako, yes. Una uwezo kabisa wa kuweka popcorn yako moja, wakati kwenda nyingine zinapita dakika tatu ndio unaikumbuka popcorn nyingine kwa, kui, kuiweka kinywani. Kwa maana gani? Okay. Kwamba yeah. Tayari itakuwa ni mechi ambayo hutaki kupeleka jicho pembeni kwa sababu mm, itakuwa weka niweke toa niweke umeelewa? Mm, vizuri, yes. Kama una ice cream unaiweka ice cream. Unaweza kushangaa, unaishika ice cream ikiwa ikiwa imeshika hii mkononi kaba hujaweka kinywani hadi inayeyuka mm, hujaweka kinywani, kwa kuduwaa kwa soka safi ambalo tunategemea kwenda kuliona muda si mrefu bana hivyo ndivyo ambavyo tunaitazama hapa, fainali ya Azam FC dhidi ya Young Africans Mapinduzi elfu mbili na ishirini na sita pale visiwani Zanzibar. Mambo ni mazito kwelikweli. E, tuko fyere tuko njema tuko vizuri tuko imara tuko gado e, kama tulivyokuwa siku zote hapa. Ni fainali ya aina gani hiyo? Ni fainali nzito kwelikweli ya kukata na shoka. Lakini wakati tunaitazama fainali hii, pia mimi kazi yangu ni moja, kuendelea kukumbusha wewe ambaye unataka e, nyumba yako uwenzeke vizuri bado upo kwenye ujenzi bwana, Bati Quality, sisi tupo kwa ajili yako. Tunakupa mabati kwa bei ya ofa ya sikukuu hizi za Christmas na mwaka mpya na mwanzo huu wa mwaka, lakini tunakupatia misumari bure, lakini pia tunakupa usafiri pia bure, popote pale, ndani au nje ya Tanzania. Bati zetu hazipauki na wala hazishiki kutu, alafu kuna ofa kibao kwa ufike kiwandani tukuhudumie. Sisi hatuuzi bei ya dukani, kwa sababu tunazalisha wenyewe kiwandani. Bati Quality eh, kiwanda chetu kipo kwa ajili yako, hivyo usiofu wala usio na shida yoyote, fika ikiwa ndani ili tuweze kupatia kile kilichokuwa bora. Sasa hivi ni mapunda, nikurejesha nyuma kidogo yeah. Kwenye mazungumzo yako, e, nikikunukuu vizuri, kuna kitu ulikizungumza, umesema kwamba Yanga hawajachukua kombe ile muda mrefu mm. Msimu ulioisha bingwa wa haya mashindano ni nani? A um, msimu ulioisha walicheza wali timu za taifa mm. Vilabu havikwenda yes. Kwa hiyo walicheza wali walicheza timu za taifa kama utakumbuka vizuri mm. Na kwenye kombe la Muungano mm. Alichukua Young African, kwa hiyo yeah. Kwa msimu uliopita Young African alikuwa bingwa wa kombe la Muungano mm. Lakini kwa maana ya kwamba kwa kombe la Mapinduzi Cup, walibadilisha mfumo wa timu za taifa ndio zilikwenda kushiriki kama okay. Utakumbuka kulikuwa na taifa kutoka pale pale visiwani Zanzibar, kulikuwa na Tanzania bara. E, walikuja pia wa kutokea pale, nafikiri walikuwa wal, walikuwa wa, wa mali wale pia walikuja kitu hmm, kama hicho hmm. Kwa hiyo zilicheza timu za taifa okay. Kwa hiyo kuna muda mrefu sana umepita hapa katikati, Yanga hajaligusa ile kombe. Simba hajaligusa ile kombe kama nakumbuka, Simba pia alikosa kombe mbele ya Mlandege kama kaa yeah, wanakumbuka ile paka yeah. Uh, wanakuja wanaondoshwa wana, wana na Mlandege, ikawa ni dhahama kubwa kwelikweli. Msimu unaofuata Simba yes. wakaenda kulibeba kombe la muungano okay. Ambapo alikuja kipindi cha benshika ndo amekuja a uh, goli moja pekee ambao alikuwa miliwa, alikuwa amelifunga Sadio Kanuti kama sikosei mm. Wakachukua kombe la muungano msimu uliofuata mm. Al, alikuchezwa ile kombe ikachezwa, ili, kombe la muungano ambao Yanga alishiriki Simba hawakushiriki. Kwa hiyo uh, ukiangalia kihistoria ki ni kwamba Yanga ana, ana ugwadu kidogo, kuna miaka kuna misimu kama miwili imepita hapa hajaligusa yes, ile kombe okay. Na Azam ana misimu kama mitano hivi pia naye hajaligusa E, alikuwa anakwenda naishia robo ya, ya, ya nusu finali hmm. Ya robo finali alikosa ili kombe, ingawaje ukirudi nyuma kidogo, Azam amelibeba mara tano, Simba amelibeba mara tatu hmm. Ukija kwa Yanga amelibeba mara tatu hmm. Ukienda kwa Mtibwa Sugar kalibeba mara moja hmm. Ukienda kwa URA alibeba mara moja hmm. kwa hiyo yeah. unakuja kuona kwamba kuna kila sababu ya Azam kuhitaji kuwa mkubwa zaidi kulibeba mara nyingi kombe hili aendelee kuandika historia okay. Lakini pia kuna Yanga African ambaye yeye ndiye bingwa ambaye ana historia ya kubeba makombe mengi zaidi, ukiangalia kwenye la, eh, Tanzania bara amebeba mara nyingi mm. Ukienda Muungano pia wanakimbizana na Simba Sports Club kwenye mapinduzi peke yake, yuko juu nani? Azam Aza. Kwa hii pia kwa yes. Yanga naamini inakuwa kama deni upande wao kuhakikisha kwamba wao pia waweze kubaki kuwa wakubwa na kulibeba tena ili taji. E, sawa. E, takwimu na kumbukumbu zinaonyesha hivyo kama alivyosema Steven Mapunda e, lakini swali langu pia lilikuwa linaelekeza kwamba mm. msimu wa mwisho kucheza vilabu. Mm. Yaani, ya kwa maana cha timu ya taifa kucheza kwa upande wa vilabu mm. Young Africans walikuwa bingwa. Mm. Yes, ndio yes. Maana yangu kwamba mm. Young Africans si ndio alishikilia ile kombe kwa sasa tunapo Hmm. eh, turejee sasa kwenye mchezo wenyewe husika nani unampa nafasi kubwa ya kuondoka na kombe hili msimu huu wa mwaka elfu mbili na ishirini mm, eh, na sita, na kwa nini unampatia nafasi hiyo ya kuondoka na NMB Mapinduzi mm, kapu elfu mbili na ishirini yeah, na sita? Kwangu mimi uh, nabaki kusalia kwamba ni mechi ngumu ambayo imekaa katikati kati ya Azam na Young African. Okay. Lakini uh, kimakaratasi inaonekana ni mechi ngumu. Yeah. Lakini tukija kuangalia katika uhalisia mm. inaonekana kwamba mimi nitampa nafasi ya kwanza Young Africans kwenye, yeah. kwenye kuchukua kombe hili mm. kwa sababu gani? Nitampa Young Africans, nitampa Young Africans kwa sababu kwanza ana squad ambayo imekaa muda mrefu kimafanikio zaidi okay. E, kwa hiyo kuna wachezaji wengi ambao wao wapo kwenye kwenye kwenye mashindano na mm. wameweza kushinda mashindano yeah. wakiwa wako pamoja, lakini pia ukiangalia aa, ni klabu ambayo ukiangalia katika msimu huu Mapinduzi mm. Cup wametumia karibu asilimia hamsini ya wachezaji ambao hawapati nafasi kwenye mechi za kawaida zingine, yeah. wamekuwa wakikaa benchi, wametumika hao na mpaka hivi sasa walipofikia hapo, hawajaruhusu goli hata moja katika nyavu zao mm. Lakini ukiangalia Azam uh, wa, wao pia wana asilimia karibu sitini mm. ya kuweza kutumia wachezaji wapya, lakini pia katika nyavu zao tayari wamesharuhusu ruhusu nyavu zao kufanyaje kutikiswa, unakuja yes, kuona, kuona kabisa kwamba ukija kuangalia katika mfumo wa m, mechi moja moja kuelekea ya fainali, Yanga na faida zaidi katika mechi mbili ambazo amezicheza ameweza kufunga hajaruhusu Goli. Goli, okay. Kwa upande wa, wa, wa, wa, wa Azam pia ukiangalia katika mechi mbili ambazo wamezicheza yeah. wameweza kupata ushindi mm. lakini wameruhusu nyavu zao kuweza faje kutikiswa. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa kwamba kwa upande wa Young African yeah. mimi nawapa nafasi kubwa zaidi ya kuweza kutwaa kombe hili na kuweza kuibuka machampion kwa sababu ya squad waliokuwa nayo, lakini benchi la ufundi lililopo ndani ya Young African yes. nimesema hapo mwanzo kwamba wana makocha watatu wote wana sifa ya kuwa makocha wakuu ukilinganisha na upande wa Azam FC. Kwa hiyo kwa iyo, upande wangu mimi uh, Yanga anakwenda kuchukua hili kombe na Yanga anakwenda kuwa champion kwa mara ya pili baada ya kulichukua kombe la, la, la, la, la, la ngao ya jamii. Hii itakuwa ni kombe la pili msimu huu kwenda kulibeba. Nini ambacho kinaweza kawa kama surprise kubwa kwenye mchezo wa, fainali wa hivi punde? Uh, kubwa inawezekana wakatumika wachezaji ambao hatujawategemea. Okay. E, <laughs> inawezekana kwa wachezaji ambao hatujawategemea wakaja wakatumika kwa sababu mashindano haya pia huwa mm, mara nyingi yanatumikaga hata kwa wachezaji ambao unakuta kwamba hawa uh, sio sio ambao wakuweza kuwategemea sana mm, wanaweza wakacheza mfano kama tumeona maarufu Shekei amechezea Young African lakini ameondolewa kwenye kikosi cha Young Africa. Yes. Mm. Ee, ee, yes, mm, yes. Singida ameona bado anamhitaji kurudi hapa Tanzania, kwa hiyo inawezekana kabisa wao pia, pia wakahusishwa kwenye kiko, kwenye kikosi hicho, lakini pia inaweza katokea pia na wao wasiwe sehemu ya kikosi, lakini mi naamini walimu, kwa sababu wao hawana mechi nyingine tena ngumu yeah. ya kuweza kujipima kwa sababu wakimaliza tu hapa wakifungua tu wanaingia kimataifa, kwa hiyo hawana sehemu nyingine ya kuweza kutengeneza rhythm ya timu, kwa hiyo nafikiri mechi hii pia itatumika kama sehemu ya kutengeneza rhythm ya timu kuelekea michuano ya kimataifa kama unavyofahamu Azam mpaka sasa hawajaokota alama hata moja kwenye kundi lake. Young yeah. African wameokota alama na wamekuwa nafasi ya pili na wanakutana na mechi ngumu dhidi ya Al Ahli, ambapo anatakiwa aweze kupata alama kujihakikishia kuweza kufuzu kwenda hatua inayofuata. Kwao naamini kwamba kila kocha atahitaji kuweza kuwatumia wachezaji wake kuweza kujua kwamba sasa hivi nitumie ni rithimu ipi ili kuweza kupata matokeo. Sawa, hivyo ndivyo ambavyo tunaziweka sawa hapa, dakika hizi tisini ambazo tunazitaraji kati ya Azam na klabu ya Yanga. Wote hawa wanatokea Dar es Salaam, Tanzania. Mmoja yuko katikati ya jiji kwa maana ya Kariakoo, mwingine huku pembezoni mwa jiji kwa maana ya Chamazi, e, Dar es Salaam.